Hapa ni karakana ndogo ya mafundi seremala katika eneo la mamlaka ya mji mdogo Katoro wilayani Geita. Wao wameamua kujipambanua katika shughuli zao kwa kuwa wabunifu wa bidhaa wanazozalisha. Ni kikundi kisicho rasmi chenye watu takribani nane. Kwa sisi tuko mmoja mmoja, isipokuwa tunaanzia hapa kwenye mashine tatu hizi. Kuna mashine ya kwanza ile ya randa iko pale, hiyo tuko nayo pamoja. Kuna mashine hii ya kukeleza ya katikati tuko nayo pamoja mpaka na hii. Ina maana umoja kwa sisi kama sisi kwa kujitambua umoja huo tunao. Kila mmoja ana historia yake. Wapi alipoanzia mpaka kuvutiwa na ubunifu huo wa vyombo vya kitamaduni ambao wanaoendeleza mpaka sasa. Kabla ya kazi hii ilikuwa na kazi ya ufundi wa nyumba, ya ujenzi, yaani usaidizi lakini ya baada ya kuona ile kazi ni changamoto, maana leo unaweza kenda kazini kesho hauendi, yaani ni mara moja moja sana. Nikawa nimejiunga na mafundi seremala hawa na wao wakanipa ujuzi wa hizi kazi. Mimi ni mkerezaji e, natumia hivi vitu vyote na kereza kwa kutumia mashine ambayo ni hiyo hapo. Natengeneza glasi kama hizi, vibakuli, chupa ya chai, majagi, sahani hotipoti, lakini pia natengeneza vesi, nadhani niziona mwanzo. Kikundi hicho kinazalisha bidhaa hizo kwa kuzipandisha thamani na malighafi wanazotegemea ni mbao, hasa zile za miti ya asili. Upatikanaji wa malighafi kwa sasa ni mgumu sana e, kwa sababu malighafi zinatoka mbali mbali sana na ni gharama pia kuzipata, umeona lakini pia Mwenyezi Mungu anatusaidia, tunapata hivyo hivyo, maisha yanasogea elfu mbili na mbili hatukuwa na teknolojia tulionayo kwa sasa kama hii. Ubunifu umekuwa mkubwa. Elfu mbili na mbili tulikuwa tunategemea sana kutengeneza miguu ya kitanda miguu ya meza, mpaka umsubiri seremala akuletee, lakini kwa sasa tuna uwezo wa kutafuta miti migumu. Licha ya kuwa wabunifu katika bidhaa wanazozalisha kiasi cha kuvutia wateja lakini hawana soko la uhakika kuuza bidhaa zetu. Tunatumia, kuna mamachinga ambao wao hawatendi wa wa hawa kazi, maana kuwepo tu mtu ambaye anakuwa na uzoefu wa kwenda kwenye masoko kumfata mteja mmoja mmoja wao, ukatengeneza bidhaa zako, hata kama ni vinu kumi ishirini, ukatengeneza chupa kama ile, ukampa tu thamani ya chupa, utahitajika shilingi kadhaa unilete, na yeye akienda kule, anaenda kutafuta angalau riziki yake ndo tunapeana bidhaa zangu vyote waga na vichukulia hapa katika hichi kiwanda, mzigo wote naozungusha, wapenzi watazamaji, naponionaga nawaletea mtaani, majumbani, popote huko napofika nawaletea bidhaa inatoka hapa. Labda ningeiomba serikali sasa ituangalie na sisi hii, e, changamoto ya soko iwepo, wawepo watu maalum, ili mradi tunapotengeneza mzigo hapa, malighafi zetu tunapozitengeneza, tuwe na sehemu maalum ya kufikishia mzigo, kwa hiyo tu tuna uhakika wa soko. Pamoja na mafanikio wanayoyapata kwa mtu mmoja mmoja, lakini zipo ndoto ambazo wanatamani siku moja waziishi. Hii kazi ndio inanipa kipato, hapa mjini naishi kwa sababu ya hii kazi. Tangia nimekuja huku ndio kazi yangu mi sijasoma. <laughs> E, lakini kwa sababu ya kuijua hii kazi imefanya mpaka sasa hivi naishi maisha mazuri. Tunataka chenso ile ile chenso inatusaidia kukatakata magogo kwa sababu tunatumia ile njia ajadi ya jadi ya kutumia msumeno. Kwa hiyo yani inatupunguzia muda. Kwa hiyo tunataka chenso, tunataka compressor ili tunapomaliza bidhaa yetu tunapulizia, tunafanya finishing safi. Ah, eh, tunakodi kwa sababu kwa kweli hatuna compressor hapa. Tunakodi. Je, ni mapokeo yapi katika jamii juu ya bidhaa wanazozalisha? Tunachukua vingapi brother? Tukata bei ndio mimi nabeba zote. Eh? Nzuri, eh. Eh, kwa muonekano leo, leo, pia kwa kutunza vitu vinavyohitajika kutunzwa kwenye hiki kitu. Nimekielewa, pia nimekipenda biashara ama huduma bila kuchanganywa na ubunifu, thamani yake itabaki kuwa chini na kutomsaidia mmiliki wake kujiimarisha kiuchumi na hata kupiga hatua moja kwenda nyingine. Hivyo kila mwenye nia ya kufika mbali, shariti kuwa mbunifu kila siku.